Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa wa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo, nami najua unaendelea kufurahia na kupata faida katika miujiza hii. Tumeufikia muujiza mwingine unatoka katika Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya kumi na saba kuanzia aya ya kumi na moja. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma. Wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema, E Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba ame, amepona alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akasema akanena, hawakutakaswa wote kumi? Wale kenda wa wapi? Je, hawakuwonekana waliyo ludi kumupa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka enenda zako, imani yako imekuokowa. Amini. Hedwa mutazamaji wangu na mufwatiliaji wa kipindi hiki cha mukate wa lewo, bila shaka wunapata kitu hapa, nami nakuwahidi kwamba hawuta kosa balaka za kipindi hiki sa kutano nazo tu kwa wingi. Endelea tu kuwa mtulivu, endelea kuwa mtulivu, endelea kufuatilia, usiache kunisapoti kwa kusabuskraibu katika youtube yangu au akaunti yangu ya youtube ya MHAE TV. Namba yangu ya simu ni 0759 3797 na na namba ya simu ni 0759 Ukitaka kuuliza jambo lolote tumia namba hiyo, ama una maoni basi, unaweza kutumia namba hii. Na aidha, kama unataka kusapoti pia kipindi hiki, tumia namba hiyo hiyo. Hapa tunakutana na muujiza wa aina yake. Yesu katika huduma yake alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya toka kwenye huduma yake ehe. Hapa alikuwa anaelekea njiani kwenda Yerusalemu, akiwa njiani kwenda Yerusalemu sasa, akakutana na watu kumi wenye ukoma. Hawa watu hawakumsogelea Yesu, maana hawakuruhusiwa. Watu wenye ukoma kusogea kwa watu, ilikuwa wanakatazwa kwa sababu ya na, aina ya ugonjwa wao, kwa hiyo hawakuruhusiwa kusogea, kwa hivyo wakapiga kelele kwa mbali wakasema, e, Yesu, mwana wa Daudi, bwana mkubwa. Walitumia neno bwana mkubwa: e, Yesu bwana mkubwa, uturehemu, uturehemu bwana mkubwa. Yesu alipowaona akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Nimewasikia, lakini nyinyi nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Fikiria, fikilia, wao ni wa wana shida ya ukoma, alafu Yesu anawambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Shida yao ilikuwa ni kuponywa, labda walidhani atawawekea mikono, lakini kumbe yeye wala hakushughulika. Alitumia neno peke yake, akawaambia nendeni basi. Wakageuka wakaanza safari ya kwenda kujionyesha kwa makuhani. Kwa nini? Kwa sababu waliliamini neno la Yesu kwamba hapa tukifanya hivi tutapona basi. Wakaanza safari kuelekea kwa makuhani. Sasa wakiwa njiani, Biblia nasema wakatakasika. Wakiwa njiani wakatakasika. Sasa walipopona ile shida yao, mmoja wao akasema, akarudi, moyoni mwake akasema, mimi narudi kumpa Mungu. Naenda kwa makuhani kufanya nini? Naenda zangu kumpa Mungu utukufu basi akarudi, Biblia nasema akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu. Yesu akawauliza wale waliokuwa nao, jamani ha, si watu kumi hawakutakaswa? Ha, kweli watu kumi. Mbona amerudi huyu peke yake mmoja? tena ni Msamaria, sio Myahudi. Nimekuwaje? Mbona amerudi mmoja basi. Yesu aliposhangaa vile lakini akamfuata huyu hmm. Alirudi kufanya nini? Alirudi kumshukuru. Alirudi kumshukuru Yesu kwa kupona kwake ukoma, halafu akawa akimtukuza Mungu pia, alirudi akipaza sauti yake kwa kusifa na kumtukuza Mungu, akafika kwa Yesu, akainama kifudifudi, akaanza kushukuru Yesu. Yesu alipoona akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Pendwa mtazamaji wangu, imani huokoa, imani inaweza kuokoa, imani inaweza kuokoa. Kwa hiyo huyu alipona kwa sababu ya imani, sio tu kwa alipona, lakini pia alipewa na wokovu, ila wale wengine walipona kweli lakini shida ni kwamba walipona ukoma, lakini wokovu hawakupewa. Huyu alipona akapewa na wokovu pia. Pendwa mtazamaji wangu, imetupasa mimi na wewe kumwamini Yesu Kristo, mtenda miujiza amewatendea hawa miujiza. Ni muujiza wa aina yake kabisa. Ugonjwa wa ukoma wakati ule ulikuwa ugonjwa hatari sana, na hata sasa ni ugonjwa hatari sana. Wamepona, anarudi mmoja tu kumshukuru, wengine wote hawajarudi. Imetupasa mimi na wewe pia kumshukuru Mungu anapotutendea mambo. Mimi sijui amekutendea nini, lakini imetupasa mimi na wewe kuwa na moyo wa shukrani mbele za Mungu kwa jambo lolote. Tume Paulo anasema, shukuruni kwa kila jambo, shukuru Mungu kwa kila jambo unalotendewa unalopitia, liwe jema, magumu, mshukuru Mungu. Umetupasa kumshukuru Mungu kwa njia hiyo. Yesu atafurahishwa nasi, atatupa wokovu pia, atatuponya na kutupa wokovu vile vile. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane tena kipindi kijacho, na amini hutaacha kufuatilia. Karibishe na jirani yako, lakini nikuombe sana usiache kusubscribe. Na kwa njia hiyo utakuwa umenitendea umenitendea jambo kubwa sana. Nami nikuombe kwamba kwa kufanya hivyo, baraka za Mungu zitashukia kwa wingi. Ni washukuru wale ambao wameendelea kufanya hivi. Mungu awabarikini sana, asiwapungukie na wewe pia. Nakukaribisha usiache kufanya hivyo, kwa jina lake Mungu Baba mwana na Roho Mtakatifu amen.